Kwa kunipa time ya privilege ya kwanza hii mkutano as the first contributor, na nataka niseme hivi, hiyo kitu ambayo speaker ameguzia hiyo mambo ya reshuffle kidogo ambayo Sakaja amefanya pale, mimi ukiniuliza, naweza kuambia kwamba hapo ndio sijawahi unga Sakaja mkono but hapo ndio nimemuunga mkono for the first time, because Geoffrey Mosiria is a very good content creator but he was in the wrong department. Sasa hiyo department yenye amepewa ya customer care and civic engagement ndio department mzuri ya kufanya content creation, una interact na watu, una record video. Sasa hapo Sakaja amefanya vizuri, huyo Geoffrey Mosiria. Sasa hapo mahali amewekwa, ndio hapo ndio afanyie content creation yake vizuri, lakini nyingine environment ipatiwe mtu ambaye ana fit. Mtu ambaye anajua anaweza manage mambo ya environment, mtu ambaye anaweza manage mambo ya environment. Na nitoke hapo kidogo niongelee mambo ya ODM, bwana Speaker, allow me to say this on ODM Amen. Hata leo nikikupatia hii namba yangu, uangalie utapata, mimi I'm a member of ODM. In fact, a life member, 10,000 Kenya shillings. A life member. mm -hmm. Not, not just an ordinary member. mm -hmm. Yes. No, proceed. Mimi nasema tu kwamba familia ya Raila Amolo Odinga iheshimiwe. Familia ya Raila Amolo Odinga iheshimiwe. Wale watu ambao Raila amelea kwa ODM waheshimu familia yake, waheshimu familia yake. Hawa akina Robert Alai ambao sasa wanatusi familia ya Raila Amolo Odinga, na wale wengine akina Junet, na wale wengine akina Joho. Kama haingekuwa Raila kutafuta Joho kumwokota akamfanya MP akamfanya minister akamfanya gavano. Kama ainge kuwa Raila kufanya Juneti akuwe mbunge mea, mea, mea. mea kwanza alafu akuwe mbunge wa Suna East. Saizi Juneti anza kutafuta tiketi ya ODM na hiyo tutampatia free ya panisa constituency kule North Eastern kwa sababu sasa baba yuko ile kitu lukuwa nasemangare, baba amesema, baba amesema kwisha. Saizi ni Level okay. Playing field for everyone. Kama Robert Alai angepewa direct ticket hapa Kileleshwa angekuwa MCA. Watu waheshimu familia ya Raila Amolo Odinga, na mimi nataka kuambia Mama Ida Odinga, kwa sababu sisi tumesikia tu wanaume wanasema, aliniambia Raila, aliniambia. Kila mwanaume anasema Raila aliniambia, alinipigia simu, nimeota, nimeota, Raila aliniambia

Ikile Raila aliambia Ida, Ida should cut short the morning and come and tell us what Raila, her husband, told her. Na hiyo ndio ukweli. Munaona akina Junet, akina Junet wamefanya chama cha ODM kimekuwa so cheap, very cheap. Baka tuna regret ni kwa nini baba alienda. Baka akina Samson Cherargei, before at the level of Samson Cherargei, baka akina Oscar Sudi sasa wanapatia ODM price wanapatia ODM price, akina Cherargei, kwa sababu Junet wameharibu ODM, imekuwa cheap. Cherargei huyo huyo huyo senator wa Nandi county Cherargei anaambia ODM, you do not qualify for the presidency, you do not qualify for the deputy. Ile kitu inafaa mpageni kwa broad based government ni nyumba kumi slots tunatusiwa hivyo. Sasa hiyo ni makosa, kwa sababu Junet wamerudisha chama ya ODM, imekuwa cheap na watu wanasema ati tuko kwa broad-based tuko kwa broad-based, haiwezi kuwa tuko kwa broad-based, kwa sababu wewe umechaguliwa CS. Kama wewe unapenda Ruto sana, defect uende, wende UDA, space iko free wa kama unapenda Ruto sana, we defect, wende UDA, wacha we we we kuzarau familia ya Odinga, kuzarau chama ya ODM, kuzarau familia ya Odinga, kuzarau familia ya Odinga. Kama unapenda Ruto sana Gladys Wanga, kama unapenda Ruto sana Junet, kama unapenda Ruto sana Mbadi na upio wandai, defect muingie UDA baba. Baba baba alikufa kama ametupanga. Wale walikuwa wanatamani sana kukuwa kwa serikali, aliwadoneti kwa Ruto, watu wangapi? Wanne ama sita? Wale tulikuwa nataka tubaki ODM, alituacha wapi ODM na wale watu ambao wanaongelea tu issues ambazo baba alisaini ambazo baba alikuwa anapigania ni watu wawili tu, Edwin Sifuna Senator wa Nairobi County na Godfrey Osotsi. Zile issues 10 point agenda ambazo Raila alisaini hapo KICC, 10 point agenda ambazo Raila alikuwa anapigania, ambazo alikufa akipigania, 10 point agenda, 450 billion iende kwa counties wale walikuwa wali wao kwa maandamano ya sufuria kwa kichwa na Gen Z wakuwa compensated na zingine zinafika kumi. Hakuna mtu mwingine anaongelea, nisifuna na Osozi ndio wanaongelea hiyo, nisifuna na Osozi ndio wanaongelea. Ziliwekwa kando, akina Juneti wanaona Ruto ni mzuri sana, akina Mbadi akina Gladys Wanga mpaka wamekanyagia hizo vitu chini. Ile kamati ilitengenezwa ya hiyo mambo ya Agnes Zani committee haiwezi pewa hata pesa ya kufanya hata mkutano. Hiyo kamati ya Agnes Zani haiwezi pewa hata pesa ya kufanya mkutano ya 10 point agenda wamezikanyagia chini. Kazi ya Ruto ile Ruto ile, ile nia Ruto ako nayo ni kugawanya chama ya ODM because for him it is very expensive to negotiate with the United ODM it is very cheap fragment ODM akienda Mombasa ana negotiati huko na Joho, akienda Western ana negotiati na ufaranya huko, akienda Luo Nyanza ana negotiate na Gladys Wanga. Hiyo ndio kitu Ruto anataka, hataki ku negotiate na United ODM. Na namaliza wa kusema hivi, Bwana Spika, Bwana Spika, Speaker. Bwana Speaker, ni mambo ya kushangaza sana, tunaambiwa Ruto ni mzuri sana kushinda viongozi wote wenye wako kwa ODM at Ruto <coughs> is the best leader kushinda watu wote wako ODM at ODM we cannot produce a president a president we don't have somebody with a brain in ODM to produce a president at Ruto ndio mzuri sana na mimi nataka niseme Mr. Speaker katika ODM we have credible leaders 10 times more than the Ruto even 100 times more than the Ruto we have James Orengo a very credible leader We have Edwin Sifuna who can also make a very good president. We have Professor Nyang' Nyong'o who can make a very good president. We are very good leaders in ODM who can be presidents. We are very good. And when push comes to shove, ikiendelea sana tukisukumwa sana tufikishe mwisho na watu watutamna kelele yao. Tunaweza sema hata Mama Ida anaweza kuwa president. Tunaweza sema Ida, Mama Ida anaweza kuwa president. Kwa sababu yeye she knows what Raila wanted for this country she has lived with Raila for more than 40 years she understands what Raila wanted for this country she was in the trenches she suffered for this country yeye alifutwa kazi St Mary's ati kwa sababu bwana yake alikuwa anafanya nini anapinga serikali Raila alikaa detention 9 years ida akavumilia na watoto for all that time she understands what Raila wanted for this country I am simply saying that we cannot say that ODM we are so desperate to support Ruto as if we don't have presidential materials within the ODM but lazima lazima Ruto aende nyumbani 2027 thank you and God bless you